Msifumbie macho tafadhali, tunaomba msifumbie macho. ni wageni hapa nchi wote, hata we uzungumze, wewe. Hii nchi ni ya kwetu wote kama kama na eno una private eaatisha zungumza sema mtaka. Haya mambo. Na kama kuna vijana hapa hapa asante hey. wengi wanaogopa kuzungumza, ndio wanaona kelele zimekuwa ni nyingi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 lakini kuna watu unapozungumza hivi wanakereketa, huyu dogo ni nani? Who is this guy? kwa nini nazungumza mambo kama haya? Ninaongea, nimeshasema miguu yangu inatetemeka, sijui kesho yangu na mkaji, japo unasema ongea, ongea, ongea. Wewe unaongea ongea, ongea kwa sababu unakuwa ofisini kule. Baadaye ukishasikia Enoki amepotea, utaanza free Enoki, free Enoki. Baada ya mwezi mmoja tumesha sahau hizo habari. E, Mungu wangu, tusaidie.